Ukitaka mke usiangalie, hivyo vitu, yale ni mapambo kule. Ukitaka mke tafuta mke sona na ndugu yangu Suti Bega, sasa hivi hii ndoa ya ngapi? Ndoa ya nne? Ndoa ya nne. Ya kwanza imefeli, ya pili imefeli, ya tatu imefeli, ya nne sijui ya mzungu nayo imefeli, au wote wanao watafuta sio wake. Sasa lakini turudi nyuma kwenye, kwenye sherehe kwa sababu ni, ni siku kadhaa tu mwezi tuseme mmoja umepita, lakini Aristotee, ile siku ulitetemesha, uli, uli yani mtandao ilitetemeka dhe ulivyokuwa unamsapoti e, Suti Bega e. Kumtunza fedha sana na ulionekana kipo mbele sana, ulijua kwamba labda pengine wanaweza wasifike. Sikujua kama, ka, yani kama watafika, lakini Suti Bega ni, sikio yani ni sikio la, la kufa liskida alishauriwa sana watu wake wa karibu. Ingawa mshikaji wangu Suti Bega akiamua lake jambo, lazima alifanye nini litimie. Yani anakuja kuomba ushauri, tayari ana maamuzi. Yani Suti Bega ni ule kijana mwenye mwanangu, Ma, mimi nataka kuoa, mwanangu, nataka kufungua biashara hii. Hata ukimwambia mwanangu, unaoaje mwanamke, wiki mbili tu mmekutana huko, angalia, mke sio kitu kiasi. Yani hapo tayari anakuja, yani, akuombi ushauri, anakuja, anakuja, anakuja kupa taarifa tayari ana maamuzi, ndio kilichomkuta pale. Yes. So baada apo labda kushirikisha labda nimeachana na mke wangu labda kutafuta bana labda kutafuta bana braza Aristote kuna moja mbili tatu mimi nimeona mapicha mapicha picha kwanza. Yes. Alimpiga? Eh, alimpiga akaenda mpaka akaripoti polisi, polisi wakampigia Suti Bega, kumpigia Suti Bega anambia Suti Bega, naomba uje uripoti mke wako yuko hapa, umempiga, huyu ni mke wako wa ndoa. Wewe, Tibega akataka kama ile anavyopigiwa na polisi. Mimi niko mbali. Polisi hawezi kuwajibu niko mbali bro. Yale, ile, ile ni, ile ni sheria. Ukipigiwa simu na polisi popote ulipo, acha ulichotokea, ukifanya ripoti ikabidi, ndio aripoti polisi, aliripoti polisi, wakutana na mke wake pale, wakayajenga, waweza kuyajenga, wakarudi nyumbani. Kile kwenye kurudi nyumbani tayari ni mapichapicha tu. Sasa hivi navyokuambia mke wake ka kaondoka zake, ndo ndo hamna tena, kwa kifupi. Sasa kusema kwamba labda ule mwanamke ana bezi kwenye kuwahudumia mpaka e, lakini ndugu zake hataki kuwakea na nini, kuna ukweli kwenye hilo bro? Yule ni mzungu, sio Mwafrika, sio kacha yetu. Ile alivyoamua kumwoa, manake ameamua kumwoa ku, yani kurizika na chochote na tabia ya mke, na ndio maana kwenye kuaa hataki kurupuka. Kuru ukurupuka na watano, mtashindana. Kuna kitu hakiko sawa Anatakiwa kujua, anatakiwa ajisaminishe, kwa nini mimi sikai na wanawake? Kwa nini kila nikikaa na mtu mapicha picha? Ile ni tatizo, lile ni tatizo. Watu umwambie tu, lile ni tatizo. Nalisha mwambia mimi, mimi nimemwambia ili ni tatizo. Kama wewe unaweza una uwezo wa kukorofishana na mke wako kidogo tu, kakimila mtandao mtandao, ukakimbia Instagram, ukaandika barua, huyu kanifanya hivi, huyu mke wangu ha -ha hanifai, ile ni tatizo.